Wizara mambo ya ndani, Mheshimiwa Omar Issa Kombo fika. Mamlaka ya vitambulisho vya taifa inaendelea na utekelezaji wa mradi wa vitambulisho vya taifa awamu ya pili ambao unahusisha ujenzi wa ofisi za usajili katika wilaya 31, ujenzi wa jengo la makao makuu ya NIDA jijini Dodoma na ujenzi wa kituo cha matengenezo ya vifaa vya tehama. Kwa sasa utekelezaji wa mradi huo upo katika hatua ya usanifu wa michoro ya majengo na miundombinu ya tehama pamoja na utaratibu wa kumpata mkandarasi Aidha, ujenzi unatarajiwa kufanyika kwa miaka mitatu kuanzia mwaka fedha, 25, 26, fedha, 25, 25, 25, 24, wa fedha 2025 2026 na jumla ya fedha shilingi bilioni 29 milioni 138,814 zimetengwa kwa ajili ya ujenzi wa majengo hayo ikiwemo ofisi ya NIDA wilaya ya Micheweni. Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa Kombo: asante mheshimiwa naibu spika, nimpongeze mheshimiwa naibu waziri kwa majibu lakini naomba niulize maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo: kati ya bilioni 29.1 alizozitaja tunapenda kufahamu je, wilaya Micheweni peke yake imetengewa kiasi gani cha fedha? Swali la pili, je, Mheshimiwa naibu waziri haoni ipo haja ya kutembelea wilaya Micheweni kwenda kujionea hali halisi ya wilaya Micheweni jinsi ofisi hii ambavyo ina ufinyu wa ofisi na wananchi wanapata taabu katika kufuata huduma hizi? Asante mheshimiwa waziri, sante. Asante mheshimiwa speaker, naomba kujibu maswali mawili ya mheshimiwa Omar Issa Kombo mbunge wa wingi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kati ya fedha zilizotajwa bilioni 2.1 wilaya ya Micheweni imepangiwa shilingi milioni mia tano. Lakini kwa mwaka wa fedha 2027 wataanza na milioni 170. Mheshimiwa Spika, kuhusu swala la pili kwenda kuona ofisi ya Micheweni. Mheshimiwa Spika, niko tayari nitapanga na Mheshimiwa mbunge katikati ya kipindi cha, cha bunge la bajeti twende tukaone hali halisi kule Micheweni. Asante sana.